Tunazungumza michezo, hii ni Chapesa Media, mimi naitwa Wazali Tambiko, nyuma ya kamera director Runde. Mama akwanza kwema, nashukuru Mungu, alhamdulillah, kwa jina anaitwa Aisha Hassan Fumbaga. Shabiki na mwanachama Simba Sports. Yaani yani matata kabisa, aacha yani kabisa, mm. Naipenda Simba mpaka basi, mimi ni mwanachama wa Simba Sports Club tangu tarehe 14 mwezi wa 9 1973 na, na kadi yangu hai mpaka leo sana ndo wazawa wa Simba. Kuna mwingine mm. La... Yab mashabiki vijana, kwa sababu mashabiki wa vijana yani mimi ninachowaambia au wakisikia kauli yangu kwenye media mm. kuna shida moja, wengi washabiki sio wanachama, lakini ili uwe mtu hai wa Simba penda, uwe mwanachama, kata kadi yako, miliki kadi ya wanachama, jidai kwenye Simba, na ukiwa mwanachama huwezi kuwa mtu ajabu ajabu kulopoka lopoka, kwa sababu huwezi kuvuka mipaka ya Simba Sports Club. Unaisherekea, unaishangilia na unaipa supporta kwa amani shelewa. Hivi nataka nijue, mama yangu, kipindi cha nyuma na kipindi cha sasa hivi, mpira ulipo vipi na sasa hivi upo vipi? Kipindi cha nyuma ulikuwa ushabiki wa kweli na ulikuwa mpira wa kweli wa Simba na Yanga wa kweli, lakini kwa sasa hivi ni mpira wa biashara kwa sababu hii sistimu ya mpira wa sasa hivi wanatuumiza mashabiki sana, kwa sababu enzi zile tuliweka nyumba wake tuliwekezwa, ni kweli kabisa. Mke bwana mmeo anaweka kule dau, unawekezwa. Kwa bahati mbaya mimi Simba, mme wangu Yanga, kwa hiyo tukiwa pale timu mbili, moja ikifungwa ndani ni balaa, ni hatari ya kufa mtu yani. Mimi pia naambia wewe kama utashinda, naomba Kalale nje kachukua demu wote wa Yanga urudike. Na kipindi kile ni kweli, lakini kwa sasa hivi mambo yale hayapo. Sasa hivi yani washabiki tunaumia, umekuwa ni mpira wa biashara, wanapigana, wanaumizana, wanauana. Sio ule mpira wa Simba na Yanga ambao tuliozaliwa nao tunaoujua, sio ule. Lakini naomba viongozi wasimame kwenye haki. Unajua, yani kuna kitu kimoja wewe kiongozi wa TFF ukiwa juu, ukivuruga kidogo, unakosesha amani. Amani ya Tanzania inashikwa na washabiki tu, washabiki wa timu ya Simba na washabiki wa timu ya Yanga. Hizi sijui timu gani zote zimezaliwa hivi karibuni. Simba ndo mdewa. Kwa hiyo mimi naipenda Simba paka basi, na pia napenda viongozi wangu wa Simba wote. Nampenda Mo Dewji kama aliyakuwa, nimeshamuona kumbe sijamuona. Nampenda Ahmed Ali aliyakuwa, kama nimeshamuona yani Ramadhani, wale wote niko nao pale bondeni. Kwa hiyo ndo hivyo mwanangu, mpira ulivyo kati ya Simba na Yanga, nani alimkimbia kumkimbia? Kuswa si, Yanga ya wametukimbia, kwa sababu nachokwambia hivi wao wameshaanza pale kwenda kila kitu kufanya mambo yao, na sisi si wajibu wetu kuingia. Kwa nini wametuzuia kuingia? ukiangalia hoja zao wanaogopa mbuzi. Sasa mshazuia kutufunga kila siku, utaogopaje mbuzi? Tupishe, si tuingie. Simba wanaingia na wazee. Sasa kwa nini walifanya, wakati kanuni zinaruhusu watoke wao na sisi tukafanye mazoezi? Sasa kwa nini walituzuia? Wao ndio wametukimbia sisi tumekwenda kwa mujibu wa sheria, tuingie uwanjani tufanye mazoezi. Wao wametuwekea pini, mabaunsa wa nini? Mbuzi wa nini hasa? Timu kubwa ushazoea kuifunga Simba, sasa utaogopa mbuzi? Hii ndio Simba ya ubaya ubwela, lazima waogope. Oh, wanasema wacheze, acheze. Ah, watacheza tu, wataki wasitaki, yaani watajua wenyewe. Lakini sisi Simba sisi tunaangalia yetu tu. Moja kitu ambacho kimeshika kazi katika mitandao ya kijamii kilimshisha meneja wa habari na mawasiliano ali Shabani Kamwe kushikiliwa na jeshi la polisi uh, us, leo saa saba usiku baada ya kauli yake kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha kusema anatuchokonoa chokonoa tu, kama vipi, mechi ikiisha, tukimfunga na atachacha, unamzungumzaje? Meneja wa bali wa Young Africans Ali Shabani Kamwe anashikiliwa na jeshi la polisi kwa machafu ya kuwachafua viongozi wa serikali. Unajua kuna kitu kimoja yeye ni kiongozi na msemaji wa Yanga, usivuke mipaka kwenye media. Angalia kile ambacho kilichokuleta, fanya kazi. Utakapofanya kazi nje ya, ya media au utakapoongea maneno machafu kwenye media, ile ni shida, kwa sababu huwezi kuongea yale maneno, yalikuwa hayana maana. Ukiwa kama kiongozi, unahamasisha nini? Unahamasisha nini? Huwezi kumtukana mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni kiongozi na yupo kwenye idara yake, na yule huwezi kujua shabiki wa nini, yenda ikawa anamtukana labda shabiki wa Yanga au shabiki wa Simba. Kwa hiyo mimi naca tu waendelee kufuatilia vyombo vya sheria, wamshtaki panapopaswa na haki itendeke, kwa sababu huwezi kuvuka mipaka media. Kama media ina maongezi yake na ina mipaka yake, na mchezaji na mshabiki na kiongozi, una mipaka yako. Kwa hiyo kanuni za uongeaji kwenye media zifuatwe, sio wanaropoka ropoka, nataka Oh, sheria ifuatwe mkondo mm. Eh, akushtakiwa shtakiwe, kwa sababu atamtukanaje mkuu wa mkoa? Kwa mkoa ni kiongozi sasa. Kwa nini afanye hivyo? Sio busara na hekima. Ah, busara na hekima, kwanza ashikishwe adabu. hmm. Alafu baadaye ndo ashikishwe na busara na heshima, kwa ile kauli yao, akisema wanataka sheria na kanuni zifuatwe kwa huku kwe, kwenye shtaka la Ali Shaban Kamwe ifuatwe hivyo sheria na hekima zifuatwe, sio busara na hekima ah. hmm. Yaani naweza nikasema busara, hekima vyote vinaoana vile vitu. Hmm vyote vinaoana kwa sababu, kwa mfano kama sisi timu yetu Simba ina, ina kauli mbiu inasema ubaya ubwera ndani ya ubaya ubwera pale, ubaya ubwera umekuwa kwenye mabano yale, mabano yanasema ubaya ubwera maneno gamala. Sasa kama ubaya ubwera maneno gamala hatu haipaswi uvuke mipaka kuongea kwa sababu ubaya ubwera kwa kwenye mabano ubaya ubwera maneno gamala, utaongea ongea nini? Sasa ambacho utoke nje naye atafute tu Yaniyaani, si nisemeje, ubaya ubwela kwa Alikamwe maneno ga mala, ubaya ubwela. Kwa sababu ubaya ubwela ni neno dogo sana, lakini na tafasiri kubwa mno kwa sisi wazao wa Kizaramu, ubaya ubwela maneno gamala. Kwa hiyo hatuhitaji maneno tena, alimtaka Ali Shabani Kamwe aombe radhi masaa ishirini na nne, lakini Ali Shabani Kamwe amesema tushamaliza na mkuu wa mkoa, na picha wakapiga, na vicheko vikachekwa. Sasa hiyo sina uhakika kama ni kweli, kwa sababu kama washamaliza na mkoa mkoa, kwa nini anashikiliwa kauli yake jana? Ah yule sikisahau, ukishazoea kuongea, unajua mdomo nyumba ya maneno, na ulijua utasema na utasema. Mwache aongee, kwa sababu atakachokiongea yeye kwa kufurahisha, kwa kugombanisha, unajua ni kitu. Kuna kitu kimoja hawa viongozi ambao tunayoangalia ni vioo, kwa sababu ukiwa kiongozi ni kioo cha jamii, angalia kauli unayetamka kwa sababu wewe utaitamka kwa masihara lakini nyuma itabebwaje? Kwa sababu lile neno alilolitamka yeye po chacha na amechacha sasa, lile lishatawala kwa washabiki wa Simba wa Yanga, si ndio? Kwa washabiki wa Yanga Afrika. Kwa hiyo sio kwamba lile neno litaisha. Sasa yeye asitegemee kwamba ataomba maneno hivi ki, yani, ataomba tuseme msamaha kirahisi rahisi. Hapana, aombe msamaha kwenye media, mwenye la kumwambia Alishabani Kamo baada ya kukamatwa siku ya leo mimi kwa sababu ni mama, ni mzazi, ni mama mzazi yaani wa Simba Sports Club na ni mlezi, andeee tu kuombea msamaha. Viongozi wamwangalie kwa jicho la tatu, kwa sababu bado tuna safari inaendelea. Jana mmepoteza katika kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry. Mechi inayofuata ni tarehe tisa nyumbani, katika dimba la Benjamin Mkapa. Elie Mpanzu kibisawara amekuwa na performance nzuri. Mnashinda mtafuzu? Ama kauli yenu ile ile, mnasema hii tunafuzu. Yaani, nyumbani ni nyumbani na kufuzu lazima. Nyumbani ni nyumbani, lazima tushinde kwa kishindo kabisa. Ile kupoteza ni kawaida, kwa sababu mpira una matokeo mawili, ushaelewa? Usitoke na timu yako kwenda sehemu kaweka matokeo. Mpira una matokeo mawili, kupata na kukosa. Kwa hiyo tumekosa kule haijarishi, na sio sababu tuwachukie wachezaji, sio sababu tuwachukie viongozi, tutawapenda na sio sababu hiyo, tarehe tusiende kutoa kampani, tutakwenda kwa kishindo, na yaani ushabiki ule ule, mambo ni yale yale, na kushinda ni lazima. Kwa hiyo hiyo, haina shaka, na kuambia wana Simba Sports Club kulikia katika mechi ya tarehe tisa ni mechi ambayo oh, huo dai Simba akifungwa ndo anaondolewa katika michuano ya wa washirikisho bara Afrika, akifuzwa anaenda tu nusu fainali. Yaani mimi cha kuambia wana Masimba, wana Simba wasivunjike moyo. Hii ndio Simba ya leo, Simba ya vijana, Simba ya ubaya ubwela, maneno gamala. Waje kwa wingi, tusapoti wachezaji, washabiki, tujaze uwanja Mkapa, ushindi tunatoka nao na kupita, tutapita tu wajadi. Kuna jambo leo, karibu sisi tunasema, tukimwona mwana Yanga wao welcome. Simba ubaya ubwela, haina matata, kwa sababu mpira sio maneno Upira sio chuki, upira sio kugombana. tunapokuwa uwanjani tunataniana, tukitoka nyumbani, maisha yanaendelea. Mimi nilisikitikwa sana dabi ya mwaka jana, tarehe moja mwezi wa tano ile nilipoteza kijana wangu, alikatwa kisu Mbagara. Kijana wangu anaitwa Salim Juma Kubwarao, katika watoto wangu nilikwambia, mmoja ni shabiki wa Yanga ambaye ndiye huyo. Kwa hiyo akawa ile, wamo hawamo, wamo hawamo. Yeye alikuwa anakaa Mbagara. Kwa hiyo akakodi gari yao wakaja ya pale yale kwa shabiki wa Simba, wakaja pale ile wamo hawamo. Basi ilikufika kama saa kumi na mbili kwenda nyumbani, wamemchoma kisu, amepoteza wa maisha. E, kwa hiyo yani, yale ni vitu ambavyo havileti maana. Ule ya mwaka robo, mnaimaliza msimu huu mtafuzu kwenda nusu fainali, au bado bado, ipo mwaka robo? Ah, wapi, sisi tunafuzu kabisa. Yaani mwaka robo imekwisha hiyo, mm-hmm. Shafutwa hiyo ndio maana, mm-hmm. tukaweka ubaya ubwera. Nikushukuru sana asante, nashukuru na nyie pia kwa kazi njema. Mungu abariki na abariki kazi ya mikono yenu. Amina, tunawapenda sana.